Mama mzazi wa Eric Shigongo afariki dunia. Kwa masikitiko makubwa, uongozi wa makampuni ya Global Group unasikitika kutangaza kifo cha mama mzazi wa mkurugenzi wao Eric James Shigongo Bi. Asteria Kapera aliyefariki dunia alfajiri ya leo Ijumaa, Julai 27, 2018, katika Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete Muhimbili jijini Dar es Salaam alikokuwa amelazwa akitibiwa. Akitangaza msiba huo, meneja mkuu wa Global Publishers Abdallah Mrisho amesema msiba utakuwa nyumbani kwa marehemu maeneo ya Mikocheni B, jijini Dar es Salaam ambako taratibu zote za msiba zitafanyika kwa uongozi wa makampuni ya Global Group unasikitika kutangaza kifo uh, cha Bi Asteria Kapera ambaye ni mama mzazi wa mwenyekiti mtendaji wa makampuni ya Global Group bwana Eric Shigongo. Bi Asteria amefariki dunia alfajiri ya leo Ijumaa Julai 27, 2018, uh, katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete mbili jijini Dar es Salaam alikokuwa amelazwa akipatiwa matibabu. A, Bi. Asteria amekuwa ki, akiugua kwa muda mrefu na jitihada mbalimbali zimefanyika za kumhudumia katika kipindi chote hichi. Lakini a, kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu ambaye ndiyo sisi sote kwake tutarejea ameweza kumchukua bibi yetu na kwenda kumpumzisha. Kwa hiyo kwa niaba ya wafanyakazi wa ya Global Group tunapenda kutoa pole kwa familia ya Bwana Shigongo. Shughuli za mazishi zitakuwa zinafanyika Mikocheni B nyumbani kwa marehemu, na taarifa za taratibu zingine zitaendelea kutolewa, lakini hivi sasa uh, ndugu na jamaa wataanza kukusanyika na Mikocheni B ambako ndiko walikuwa wakiishi marehemu. Mimi ni meneja mkuu wa Global Group wa Abdallah Mrisho, naungana na familia katika kipindi hiki kigumu kumwombea kwa Mwenyezi Mungu mkurugenzi wetu aendelee kuwa na moyo wa subira na nguvu a, pamoja na, na mkurugenzi Masha James Bukumbi pamoja na mkurugenzi Lydia a James Bukumbi. Mwenyezi Mungu aipokee roho ya marehemu mama yetu mpendwa Bi. Asteria. Kwa niaba ya wafanyakazi wa makampuni ya Global Group tunapenda kutoa pole kwa familia ya Shigongo, pole kwa ndugu jamaa na marafiki, pole kwa wafanyakazi wenzetu kwa kupata pigo la kuondokewa na mpendwa wetu. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe.